Takriban watu kumi wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Coast General baada ya basi linalobeba watu hamsini wa na wawili kuhusika kwenye ajali ya barabara na matatu ya abiria. Kulingana na Festo Mwasi aliyeshuhudia ajali, hii ilitokea mwendo wa saa saba za usiku, ambapo basi ya Tamid ilipoteza breki zake na kuanza kurudi nyuma, ambapo liligonga matatu iliyokuwa nyuma yake katika eneo la Kibarani Flyover, kaunti ya Kilifi. Uh, ghafla nikaona kama mtu ameruka kwa basi pia mimi nika decide nikaruka, so immediately kuona jamaa walikuwa wanakuja na boda wanaingia kwa line mali basi ilikuwa inakujia, lakini unfortunately, like on their side wakaruka basi ikapitana ile boda boda. Ukienda pale kwa ile basi utapata boda boda iko chini ya basi. Metoka Kibarani na kuja na reverse. Tu tu basi nashuka mbio kufanya hivi ilikuwa tuwezi epuka, na tulikuwa tunabwaga abiria kando. Basi kakuja kaingia nyuma kapiga impact. Watatu nyingine alikuwa nyuma pia ikapiga. Kaenda kasimama kwa barabara ya reli huko. Kushtuka tumeumia, mazi niko chini ya gari hata huko. Akizungumza alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali hiyo mmoja wa abiria waliokuwa katika matatu iliyogongwa akielezea jinsi alivyopoteza fahamu baada ya gari la kugongwa. Nilikuwa nimetoka kibarua nikapandia gari hapo za kona Shimanzi, gari ya Mikindani eh, sasa tulivokoko tukielekea, tuelekea Mikindani. Nilipofika hapo Kibarani nikatoa simu yangu, nilikuwa nataka kulipa na Mpesa, mara kidogo nikasikia impact, kitu kimetugonga, kapoteza fahamu kidogo tu kwa sekunde kadhaa sasa ili kutoka kuja kujitoa kujitoa, huyo dereva pia alikuwa ameshafinywa tayari, wengine wako ametupwa nje. Sasa kuja kujitoa kutoka nje ya matatu, naona gari basi ya Tamid hapo kando. John Musioka, ambaye ni makanga wa moja kati ya matatu zilizohusika, anaelezea jinsi alivyojipata chini ya matatu wakati wa ajali hiyo. Nimefanya kushtukia, nilikuwa nashukisha abiria pale kibarani kwenye kushtukia nikaona basi mbele yangu inakuja na nyuma iko mbio, alafu mbele yangu ilikuwa na Nissan, Nissan nyingine ile Nissan ikaja kadunga sisi. Sasa mimi nikashtukia niko chini ya gari, nikashikilia ile kitu, kuna chuma iko pale chini inaitwa cross member, hiyo ndio imenizuia ile gari gari yangu me, mepigwa mpaka ikageuzwa, kaangalia town ilikuwa inaenda juu, basi ya na nyuma na reverse Mwakilishi wadi wa eneo hilo, Franklin Makanga, akitaka mamlaka ya kitaifa ya usalama wa usafiri NTSA kukaza kamba kuhakikisha magari yote yaliyo barabarani yamefanyiwa ukaguzi akiwataka wote wanaotumia barabara kuwa makini ili kupunguza ajali. Nashukuru Mungu kwamba hakuna maafa kufikia sasa. Lakini tuombe maafisa wa traffic wala wa NTSA na wale wenye magari waweze kuwajibika kuhakikisha kwamba magari yao yameweza kufanyiwa service kwa sababu kama hii ambayo tumeshuhudia hapa, haya ni maafa ambayo labda angeweza kuzuilika. Isaac Musioka Undugu TV.